Chadema tunahubiri chaguzi huru na haki na inathibitika kwenye chaguzi zetu. Ninaamini hapa mwenye malalamiko ni yule ambaye hakupigiwa kura, wakati labda kuna mtu alimwomba kura, lakini hakuna figisu tumeiona hapa ikifanyika kulazimisha mtu fulani kushinda. Kura yenu imeamua kwa haki, hiki ndicho tunachokitaka pia tunapokwenda kwenye chaguzi za madiwani, tunapokwenda kwenye chaguzi za kumpata mbunge, tunapokwenda kwenye chaguzi za kumpata rais, tunataka wananchi wajichagulie kiongozi wao mwenyewe. Kwa uchaguzi sasa hapa umekwisha, hakuna mtu aliyetakiwa kupiga kura mbili kwamba ampigie kila mmoja. Kwa kwa sasa tufocus, nimezungumza mwanzo kuhusu big picture. Chama chetu kina picha pana ya siku moja kuiongoza serikali cha siku moja kushika dola. Sasa tunasema hatuwezi kushika dola katika mazingira haya yaliyopo. Kwa hiyo sisi wanawake wa Nyasa tuungane na msimamo wa chama kwamba, kwa mazingira yaliyopo, kwa tume iliyopo, tume ambayo kuanzia mwenyekiti, makamu mwenyekiti, katibu wa tume na makamishna wote wanateuliwa na rais hakuna namna vyama vya upinzani vitapata nafasi kwenye serikali mpaka wao wajisikie kwamba hapa tuwaachie Chadema. Na sisi hatutaki vyeo vya hisani, tunataka cheo kinachotokana na mamlaka kamili ya wananchi. kwa tunaposema no reforms, no election, BAWACHA kanda ya Nyasa tunapaswa kuwa mstari wa mbele kuunga mkono ajenda ya chama, na mimi nitatamani kwa niaba ya kamati kuu, nitatamani sana kuona wanawake wa Nyasa, kwa umoja wetu tunaiambia dunia, tunaiambia serikali, tunamwambia Samia kwamba sisi si, tunataka uchaguzi huru na haki. Lakini pia nitatamani kuona wanawake wa kanda ya Nyasa, mwenyekiti wetu yuko ndani. Tuulize, tumuulize amiri jeshi mkuu, tuulize vyombo vya dola, tuulize hawa polisi waliomkamata. Tuulize tuseme Lissu anakosa gani? Lissu anasema mtendaji ni mwajiliwa wa serikali na anafanya kazi kwa niaba ya rais. Mheshimiwa Lissu anasema mkurugenzi pamoja na wale wote watumishi wa umma wanafanya kazi kwa niaba ya nani? ya rais. Wakifanya kazi kwa niaba ya rais, hawawezi kusimamia uchaguzi ukawa huru na haki. Tunataka wapatikane watumishi wengine ambao wataitwa watumishi, watumishi wa tume, sio watumishi wa serikali. Wawepo watumishi wa tume independent ambao watasimamia uchaguzi ambao mwisho wa siku utakuwa ni uchaguzi huru na haki. Makosa yako wapi? Hii swala la uhaini limetokea wapi? lakini pia nitatamani kuona wanawake wa Nyasa tukiungana tumuulize Mama Samia. Mimi nilikuwepo juzi mahakamani, kuna wanawake wenzetu wamepigwa sana juzi mahakamani. Unaona askari anasukuma mbwa anampelekea mwanamke mwenzako, mwanamke anang'atwa, anachanwa chanwa kwenye miguu na yale mambwa, anapigwa virungu vya kutosha. Tumuulize sisi wanawake wa Nyasa Mama Samia, tumwambie hivi, yeye peke yake ndo anaingiaga anaingia leba? Yeye ndo anaeza, sisi wengine tunazaa mbuzi eh? Sisi wanawake wengine tunazaa mbwa, tunazaa kuku, tunazaa paka. Tumuulize Samia, kwa sababu anawatesa watu, utafikiria kuwahi kuingia leba, utafikiriai kuingia leba. Mi nilidhani Magufuli alikuwa ni mwanaume, tulidhani pengine hajui uchungu wa mtoto, lakini tunashangaa kuona matendo haya yanafanywa na mama Umeingia leba umezaa kwa uchungu, umebeba mtoto miezi tisa tumboni. Amiri Jeshi Mkuu, unaruhusu vyombo vya polisi vinapiga watu, vinaumiza watu, uko kimya kimya kabisa, hujisikii vibaya? Tumuulizeni Samia, sisi tuache kuzaa basi, wazae wao. Sisi wengine labda hatutakiwi kuzaa kabisa, tuache kuzaa kwa sababu kwasababu watoto wetu hatauawa tuache kuzaa kwa sababu watoto wetu watatekwa. Si sawa, wanawake wa Nyasa, tuache kila kitu, tuunganishe sauti zetu, tuulize, tuonyeshe hasira yetu kwa yule mama kwamba wewe ni mwanamke mwenzetu, hii unayofanya sio sawa, sio sawa hata kidogo. Koni waombe sana wananyasa, haitakuwa rahisi, haitakuwa rahisi. Kilichofanywa mahakamani juzi hakijawahi kutokea kabisa. Lakini leo kimetokea, na hii ni indiketa kwamba mwaka huu hakuna uchaguzi. Hakuna uchaguzi. Yule mama kwa namna yoyote ile hataki mwaka huu kuwe na uchaguzi. Sasa tutakubali kwenda kwenye mazingira haya? Hii kesi wametengeneza wenyewe, lijitu libaya, kama lijitu li haini, wamelitengenezea kesi wenyewe. Wanaogopa watu kwenda kumwangalia haini, wanaogopa, wanaogopa watu kwenda kusikiliza kesi ya mtu anayemwita haini. Ni jambo ambalo haliwezekani. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.